Labbaika allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Bismillahi rahmani rahim. Naitwa Kasim Isa Ramadan, katika hujaji wa taasisi ya ahli sunna wal jamaa. Leo alhamdulillah, ndiyo tunaanza safari ya kuelekea katika ibada hii adhim tunashukuru viongozi wa taasisi katika mafunzo yao ya semina. Ay, alhamdulillah takriban miezi sita tulikuwa tuna mafunzo ya semina katika nyanja tofauti, wakitufunza ibada, wakituelekeza masuala ya mazoezi kuhusiana na afya kwa hali ambayo tumekwenda nayo huko, lakini umuhimu wa kunywa maji na subra hasa katika ibada hii. Na alhamdulillah leo tunaanza safari tukiwa mahujaji tumeiva kiibada na tunatarajia kwamba tutakuwa na uwezo mkubwa wa kufanya ibada hii, hata kama viongozi itakuwa hatuko nao, kwa sababu mafunzo yao walikuwa wakijitosheleza. Lakini vilevile wametupa vile, vitabu ambavyo vitakuwa vinatuongoza katika ibada. Akitokezea kwamba baadhi ya maeneo pengine mtu atahitaji au pengine kuna makosa, viongozi wapo wanatusimamia vizuri katika jambo hili lakini vile vile tunashukuru sana kwa fursa hii ambayo Allah subhanahu wa taala ametujalia watuchagua sisi kuwa miongoni mwa hujaji katika mwaka huu, na tunamwomba Allah tukubalie ibada zetu. Lakini vile vile pamoja na wale ambao hawajajalia Allah kwenda, basi watuombee ibada yetu watu hii tunaokwenda nayo tufanikiwe, na sisi vile vile tuwaombee wao, wale ambao hawajafika au wawape uwezo lakini wale wagonjwa au awa awaponeshe, na wale wote wenye raghba na hamu kwenda kutekeleza ibada hii, Allah awatimilize zile ndoto zao na zile raghba zao katika kulifanikisha jambo hili adhimu la kutufu au la kuzuru nyumba yake tukufu ya Allah subhanahu wa taala. Lakini hatutosahau kuiombea nchi yetu amani na salama eh, katika uwanja huu wa Arafa mingini, huduri na sehemu nyingine ambazo tutahudhuria ambazo ni takatifu dua zake ambazo zinakuwa ni makubuli kwa hiyo tutawaombea wote pamoja na nchi yetu pamoja na wengine wote Waislamu, lakini na wote kutekeleza ibada hii. Allah akubalie ibada yao na iwe mafanikio kwao, lakini na kwa ndugu zao ambao walioacha nyumbani. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatu. bismillahi rahmani rahim. alhamdulilahi rabbil alamin, wasalatu wassalamu ala rasulillahi Sayyidina sallallahu alaihi wasalam. Kwa jina naitwa Mwalimu Sauda Makame Launi, ni kiongozi katika taasisi ya Ashabul Janna Haji and Umrah Traveling Agency, ambao leo tuko hapa tunasafiri pamoja na vikundi vingine ambavyo vimejumuisha vikundi vitano, ikiwemo Ahlusunnah Waljamaa, Assafa, Al Huda, Taufiki na Ashabul Janna, ambayo Ashabul Janna inaungana na Ahlisunnah. Tumeanza mafunzo yetu kwa muda mrefu sana, na leo kwa uwezo wake Allah tuko hapa katika safari tunajiandaa. Mwenyezi Mungu atujalie safari ya heri, atujalie subra, kwa sababu ndicho ki, kitu kikubwa ambacho tutakwenda kukumbana nacho kwa asilimia kubwa, kwa sababu tutakumbana na watu wa mataifa mbalimbali mbali, na wana tabia mbalimbali, lakini subra kama tulivyowafundisha mahujaji wetu kwamba wawe na subra na suba ndio inaotakiwa kwa asilimia kubwa. Na hatuna cha kulizungumza chochote zaidi ya kwamba tunawatakia waliobakia wagonjwa Mwenyezi Mungu awaponyeshe wa, wa waliokuwa hawajaenda hija Mwenyezi Mungu awape wa uwezo, kwa sababu sote tumeitwa, hakuna hata mmoja aliyekuwa hajaitwa kama ilivyosema katika Kurani alivyoambiwa baba yetu Ibrahim. Waite watu na watakuja kwa miguu kwa vyombo mbalimbali mbali, na sisi leo tunaitekeleza ile kauli ambayo aliitumia Nabii Ibrahim. Na kwa hayo machache tunachokwenda kukifanya ni kuliombea taifa letu, kuombea nchi yetu, viongozi wetu, pamoja na watoto wetu na familia zetu na wote waliotutuma. Inshallah tutakwenda kulifikisha ile biidhinillahi, na Mwenyezi Mungu atukumbushe na atuwezeshe inshallah.